Unakanyaga shambani kwangu babu, kabisa kijana. Hata kama ungekuwa ni wewe, mtu anakanyaga mazao yako unakubali kweli? Mtu anaingia shambani anakanyaga mazao unamwacha? Naam, wewe unakubali? Acha upumbavu wako. Ndio maana mimi nimempoteza hata ujinga bana kwenye mali za watu. Yani mpaka huu ndizi nao wameiba. Bas. Ukiona ndizi hapa nao wameiba. Vijana eh? Kumbe. Bas, bas. Bas. Bas. Bas. Mimi namwachia ah, ah, Mwenyezi Mungu. Mungu. Ah, Ah, nishakuona ndizi hapa. Ah, kumbe unayo wewe?

Inakaja hiyo hata ikikaa hapo, sina ninginia, haina uhai. Mimi nacho sio mimi. Ndizi si nikaja? Maana unaona, mimi ninachopitia huko, ndizi ni mwana wangu, sio hapo. Mzee wangu wewe, si ulichuma ukale, si ukauze? Wewe unaenda kauze, sio mimi. Ni mlewa. Basi sawa, mpelekee. Mimi sijui ameenda wapi hapo. Wewe nikupeleke umpate? Hapana. Yaani ninachotengeneza hapa, ndio imerudi. Imerudi hiyo hiyo, hapo ndio imerudi. Haya, sawa, iachie. Wewe si utaondoka? Iachie, iachie